John Wanjala Faustine ni meneja wa kanda ofisi ya kanda ya Ziwa, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Lengo la mafunzo haya hasa hasa kwa wasimamizi wa kemikali za viwandani na majumbani katika sehemu zao za kazi, makampuni yanayojishughulisha na kemikali, ni kutaka kukumbushana matakwa ya sheria, ili wao wanatekeleza majukumu yao pasipo kukutana pasipo kukutana na changamoto yoyote zinazoweza kumipuwa kwa fanya aa kwa kwa kwa kwa kwa kwa katika shughuli zao, tumekuwa tukitoa mara kwa mara, lakini kwa sababu elimu haina mwisho, ni wajibu na wa mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali kuwakumbusha na kuendelea kuwaelimisha ili waweze ku comply na matakwa ya sheria ili kulinda afya ya binadamu na mazingira, kwa sababu ukizingatia, kemikali katika maisha ya mwanadamu zinatumika mara kwa mara na ni muhimu sana kuweza kuboresha shughuli zake lakini pindi zinapotumika ndivyo sivyo zinaleta madhara makubwa na hatimaye hasara kwa afya ya binadamu na mazingira. Pia kuna ile hali ya mazoea ya kutumia kemikali ambayo imezoeweka kwenye jamii hii, labda kama wahusika wa eneo hili inaitolea angalizo gani kwa jamii hiyo? Hali ipo tena kwa kiasi kikubwa sana, na ndo inafanya mara kwa mara tuwe na mwendelezo wa mafunzo haya kwa kuwakumbusha, kwa sababu kiacha tu watajisahau, wanajua walishasoma leni, wanashindwa kutekeleza au kufuata matakwa yanavyoelekeza. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama taasisi inayosimamia sheria za kemikali za viwandani, majumbani, kuendelea kuwakumbusha wadau wote wanaojishughulisha, wao wanakumbuka, wamesahau, lakini kukumbushana ni muhimu sana, kurudishwa kwenye mstari ili waweze kutekeleza matakwa ya sheria. Wito wa wananchi ni kufuata maelekezo ya serikali matakwa ya sheria kukidhi maelekezo yote, lakini wakati huo nchi kama nchi iko katika harakati za kuendana na mwendo wa dunia, kwamba tuwe na mbadala wa kemikali ya zebaki ili tuweze kuendelea na shughuli zetu za uchimbaji kama ni wa dhahabu au namna nyingine yoyote inapokuwa inatumika. Hmm. Kwa majina anaitwa Geoffrey James Kamata, ni mshiriki wa mafunzo haya kutoka maabara ya kusala Singida. Nashukuru kwanza kupata fursa ya kushiriki haya mafunzo iba, yatakuwa ni msaada na kwa jamii na kwa watu ninaofanya nao kazi. Mafunzo haya nimeyapenda kwa sababu yanasaidia kwanza kutambua kemikali zinazoruhusiwa kuingia nchini na zisizoruhusiwa kuingia nchini. Kwa maana hiyo kwamba unakuwa unafanya kazi, unapata kufahamu unachofanyia kazi, inasaidia sana, lakini ningependekeza serikali na wadau wanaojihusisha na kutoa mafunzo wafikie zaidi watu wanaojihusisha na kemikali hasa wachimbaji wadogo wanaopatikana polini na hawana elimu na matumizi sahihi ya kemikali. Kwa nini unafikiri hivyo? tukiwafikia kwa ukaribu zaidi, tunasaidia kuokoa maisha yao na vizazi vyao, kwa sababu kuna watu wanatumia kemikali ambazo ni hatarishi zaidi kwa maisha yao pamoja na vizazi vyao. Hili ni ushauri lakini ni tunasema sisi kwenye usalama, meneja wa usalama wako ni wewe mwenyewe. Kwa maana gani? Serikali hata ikikupa vifaa kinga na elimu, lakini kama wewe hauko tayari kutumia hivyo vifaa, hauwezi kuwa salama. Kwa hiyo anza wewe mwenyewe, penda usalama wako mzee, utakuwa salama zaidi.